Gazeti za sport pamoja na gazeti sport starehe. Na katika upande wa magazeti yalioandika habari za kitaifa kimataifa michezo na burudani tunalo gazeti Nipashe, Mwananchi, Habari Leo na Tanzania Daima. Na tukianza na magazeti yalioandika habari za kimichezo, uh, gazeti Mwanasoka katika ukurasa wake wa mbele limeandika imekula kwao Banda atamka um, uh, mambo mazito. Vikosi viwili ligi kuu. Moto Msimbazi, waendelea kusajili. Kari awaita watatu kikosini. Simba ya lamba tena dume. Kiboko ya Yanga atoa neno Juko atangaza jihad. Msimbazi kari, Simba imeiva ise na wapinzani wa Simba waingia mchecheto. Na habari picha unaonyesha baadhi ya wachezaji wa timu ya Simba pamoja na uh, Zakaria Hanspo. Na tukiingia katika kurasa za ndani, ukurasa wa pili umeandika, Simba waendelea kusajili, Banda atamka mambo mazito, Simba yajivunia uh, vikosi viwili moto na Simba fiti asilimia mia moja Simba ya lamba dume. Ukurasa wa tatu ni kocha wa tano kwa sifuri. Simba atoa neno zito, African Sports yaanza kuugua homa ya Simba na Kery Simba imeiva Juko Murshid atangaza jihad, Simba Freemasons yatajirisha watu Arusha na ukurasa wa mwisho wa gazeti hili la Mwanasoko umeandika hasira, Perez aitupia dongo Manchester United na tukiingia katika gazeti Sporti Leo katika ukurasa wake wa mbele, jumapili ya leo limeandika Simba Sports Club hesabu zao zimekubali. Ni habari ambayo inapatikana ndani katika ukurasa wa tatu. Stars ya iduwaza Nigeria ni habari katika ukurasa wa mbele, na kukiwa na habari, picha ikimwonyesha mshambuliaji wa Taifa Stars Thomas Ulimwengu kushoto akijaribu kumtoka beki wa Nigeria Kingsley Madu wakati wa mchezo wa kuwania kufuzu michuano ya mataifa ya Afrika AFCON, kwenye uwanja wa taifa Dar es Salaam hapo jana, timu hizo hazikufungana. Klabu zilizochuma noti migongoni mwa nyota ni habari pia ambayo inapatikana ndani katika gazeti hili la Spoti Leo. Na Yanga hii itafanya makubwa, ubingwa habari ni katika ukurasa wa nne. Huu ni ukurasa wa mbele wa gazeti Sport Leo. Tukiingia ukurasa za ndani, ukurasa wa pili umeandika Simba bado wamng'ang'ania Okwi, Busungu aanzisha vita na Tambwe. Na kuna habari picha ikionyesha mashabiki wa Tanzania wakihamasisha wakati wa mchezo wa timu ya soka ya taifa Taifa Stars dhidi ya Nigeria Super Eagles kuwania kufuzu michuano ya mataifa ya Afrika AFCON kwenye uwanja wa taifa, Dar es Salaam, hapo jana, timu hizo hazikufungana. Kipa Azam afikiria tuzo, jitokezeni kwa wingi, tamasha la amani, ni habari katika ukurasa wa mbele wa pili wa gazeti hili la Spoti Leo. Ukurasa wa tatu umeandika Stars ya iduaza Nigeria na Olise Magufuli atuma salamu ligi kuu. Uh, Simba hesabu zao zimekubali sana, na kuna picha hapa ikiwa uh, ina kichwa cha habari kinachosema akili zaidi, ikimwonyesha mshambuliaji wa Taifa Stars Mbwana Samatta akitafuta mbinu za kumpita beki wa Nigeria Kingsley Madu wakati wa mchezo kuania kufuzu michuano ya mataifa ya Afrika AFCON kwenye uwanja wa taifa Dar es Salaam hapo jana, timu hizo hazikufungana. Ukurasa wa mwisho wa gazeti hili umeandika Ujerumani yakaa pazuri Euro 2016. Na habari picha inaonyesha wachezaji wa timu hiyo ya Ujerumani uh, hapo juzi ambapo Ujerumani ilishinda mabao matatu kwa moja. Real Madrid ya mwaga fedha kusaidia wakimbizi. Ni habari pia katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili. Venga mlete Carneiro achana na wachezaji. Ni habari ndani katika ukurasa wa ishirini. Tukiangalia gazeti za sport ukurasa wa mbele limeandika kiungo Simba ipo kamili. Na habari picha inaonyesha mchezaji wa Simba huyo pamoja na nembo yao hapa ikionyesha tangu mwaka 1936 nguvu moja. Uh, Seredova mke wa Buffon aliyevunja rekodi Ulaya. Ni taarifa hii Italia kuanzisha kadi ya kijani uwanjani ni habari katika ukurasa wa pili Pogba aikataa Chelsea CAF ya ibana ZFA ushiriki wa kimataifa njia panda TFF ya iruka kimanga habari ni katika ukurasa wa pili Stars ya banwa nyumbani kan ni habari pia katika ukurasa wa mbele wa Mbello, gazeti hili la Zasport Kurasa za ndani ukurasa wa pili umeandika kiungo Simba kamili ZFA ngoma ngumu CAF uh, ushiriki kimataifa njia panda TFF ya iruka kimanga. Michuano ya makocha ya chanja mbuga mzungu, nimemaliza kazi msimbazi na stars uh, kumradhi nimemaliza kazi msimbazi na Stars ya banwa nyumbani kan, na kuna habari picha pia ikaonyesha wasanii wa Zanzibar wakiigiza mchezo maalum katika sherehe za uzinduzi wa filamu ya mwanamke jasiri uliofanyika katika ukumbi wa studio ya Rahaleo. Ukurasa wa tatu ni Ranieri, kocha wa juu anayefundisha klabu ndogo. Na ukurasa wa mwisho wa gazeti za Sport umeandika Hazard, siwafikii Messi na Ronaldo, sitaki Chelsea. Ni habari pia katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili ikisema, kiungo wa kimataifa wa Ufaransa Paul Pogba alikataa uhamisho wa paundi milioni 62 kwenda Chelsea licha ya klabu yake ya Juventus kukubali kumuuza kwa miamba hiyo ya ligi kuu England na gazeti Spoti Starehe katika ukurasa wake wa mbele Jumapili ya leo limeandika Simba kidali poo, aise babaangu Nigeria wamekataa huyu ambwe tema mate Olise amuita Msuva na habari picha anamuonyesha Sunday Olise, uh, kocha huyu kutoka uh, timu ya Nigeria na Simon Msuva kutoka Tanzania, mshambuliaji wa klabu ya Yanga. Msikie Pluim asema Simba kidali po. Na tukiingia kurasa za ndani za gazeti hili la spoti starehe zimeandika majimaji mji Njombe kupimana ubavu Mbeya City bado wajinoa Prisons bana ni habari, ndivyo ambavyo imeandikwa na vijiwe vimeandika striker awafilisi uchawi upo mchangani apania ubwabwa na kimondo kushuka, uh, kushusha pumzi. Ukurasa wa tatu umeandika Simba Sports Club kidalipo tambwe temamate carry apania makubwa na mudathir uh, utamka msimu huu na picha inamwonyesha mshambuliaji wa Tanzania Mrisho Ngasa akimtoa winga wa Nigeria Simon Moses. Na ukurasa wa mwisho wa gazeti la Sports Tarehe umeandika, um, mashabiki wamchezesha Messi, ni habari kutoka huko Marekani. Na habari nyingine kutoka huko England inasema bosi wa zamani wa Manchester United Sir Alex Ferguson ametoboa siri na kusema Wayne Rooney mara mbili alikataa kutua Old Trafford, kutokana na mapenzi aliyonayo kwa Everton. Huo ni ukurasa wa mwisho wa gazeti Sporti Tarehe. Na ukituhitimishia uchambuzi wa magazeti yaliyoandika habari za kimichezo, twende kwenye mapumziko, na tukirejea tutakuja kuhitimisha na gazeti Nipashe, Mwananchi, Habari Leo na Tanzania Daima, sauti ya watu.